Simba kuchagua dimba la Isamuyo kwa upande wao kwa aina ya mpira ambao wanaocheza Simba, itakuwa na tija kubwa sana. Uwanja wa Isamuyo ni mpana. Simba wanapenda kutanua picha, yani kutanua uwanja ukiwa dimbani wana mawinga ama walinzi wao wa pembeni, pia huwa wanapenda kwenda kuoverlap, kushambulia kutoka pembezoni mwa uwanja. Sasa kwa staili anaocheza Simba pasi zao fupi fupi na kwa kasi wanavopenda kutanua uwanja kama wale mawinga wao wanatanua uwanja afu mwisho wa siku wanakatini, itakuwa na faida kubwa kwa upande wao. Maana Siba itakuwa ni jianam pale wakiuzoea uwanja wa Isamuyo. Timu nyingi sana zitakuwa zinaenda kupigwa mabao ya kutosha, hata hasa hizi timu ndogo, kwa sababu timu ndogo nyingi plani yao ya kwanza huwa ni kuzuia, wanakuwa na namba moja ni kuzuia. Baada ya hapo wako sasa Simba kwa aina ya wachezaji walionao, kwa aina ya staili wanaocheza, kwa aina ya soka ambalo kocha wa simba wakati huu, namaanisha mwamba huyu ambaye amekuja juzi, Dimitri Pantev, anapenda kucheza, simba wataenjoy sana kucheza katika uwanja wa Isamuyo. Kwa kwangu mimi, ni maamuzi sahihi. Simba akiwa katika dimba la Isamuyo itakuwa ni wapinzani wengi sana watakuwa wanapotea katika ule uwanja. Pia usisahau bwana, kwa wale wazee wa kusaka mpunga kwenye bio yangu hapo Yes, kuna link hapo ya, ya grupu la WhatsApp, grupu letu la WhatsApp tunazungumza michezo kule. Unaenda ka click pale, jiunge kule, mwisho wa siku tutaenda kuzungumza mambo yetu yale ya mpunga, eh, kusanya mpunga hivi. Link ipo kwenye WhatsApp hapo, zama pale, mwisho wa siku tukutane kule. Hilo ni grupu langu mimi ambalo nimeanzisha ili tuwe pamoja.